bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na Themart Supermarket piga simu namba 775 Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia agiza walio Iran, Israel kurudi. Ni Watanzania mia sita sitini na tatu, tayari 147 wamesharudi. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Majali watu wa maagizo saba taasisi za umma. Habari katika ukurasa wa pili. CCM yazuia ziara mikutano ya ujumbe kura za maoni ya habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Zanzibar ya imarika pato la taifa lafikia trilioni 6.47 la serikali trilioni 2.104 miradi 485 yasajiliwa ikiongeza ajira 25,470 habari kamilini katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Maboresho ya sheria za uchaguzi yaonesha uongozi bora, habari katika ukurasa wa tatu. Polisi wawili Mtwara kunyongwa kesi ya mauaji, habari katika ukurasa wa tatu. Msaada wa kisheria webu wanawake wapenda fedha kwenye ndoa, habari katika ukurasa wa nane wa gazeti hili bangi yaongoza kusambazwa kwa wingi nchini, habari katika ukurasa wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti ya Habari Leo. Habari Leo likipambwa na habari picha ikimwonyesha makamu wa rais Dr. Philip Mpango akipokea maelekezo alipotembelea kampuni ya kimataifa uzalishaji ya vifaa tiba ya health elfu tatu na kujionea matumizi ya teknolojia ya matibabu kwa mtandao jijini Roma, Italia hapo jana. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, inalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mauaji ya muuza madini, vigogo polisi kunyongwa, wahukumiwa wa adhabu ya kifo yumo OCD na kachero Kalanje, watano wa achi uhuru, ndugu wangu wa huru ndugu jamaa wangua vilio mahakamani, familia ya marehemu yatoa kauli. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili, habari picha inaonyesha Charles Onyonga alikuwa mkuu wa kituo kikuu cha polisi Mtwara, OCS mratibu msaidizi wa polisi ASP Charles amehukumiwa adhabu ya kunyongwa. Gabriel Kalanje alikuwa mkuu wa upelelezi wilaya ya Mtwara, mratibu wa polisi CSP Gabriel Kalanje ambaye amehukumiwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa. Watano idadi ya maofisa wa polisi waliochoa uhuru katika kesi hiyo, yumo alikuwa ofisa intelligence ya jinai mkoa wa Mtwara SP Nicholas Kisinza, mkaguzi msaidizi Malco Chigingozi, mkaguzi wa polisi John Msuya, mkaguzi mkuu wa zahanati ya polisi Mtwara, mkaguzi msaidizi Shilazi Mkupa na Kopro Salim Mbalu. Mfanyabiashara wa madini Musa Hamisi mwenye umri wa miaka 25 aliyeuawa kwa kuchomwa sindano ya sumu kisha mwili wake kutupwa kwenye korongo. Musa alikuwa akifuatilia fedha zake shilingi milioni 33 zilizochukuliwa na na polisi hao undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Mwananchi limeandika JP Magufuli ni zaidi ya daraja kwa taifa. Habari katika ukurasa wa nne pamoja na ukurasa wa tano wa gazeti hili, nduguu ya Abdallah Ulege, waziri wa ujenzi, anasema Rais Samia wakati wa uzinduzi wa daraja la JP Magufuli aliweka bayana kuwa nchi imetekeleza ujenzi wote kwa miaka minne kwa sababu ya maono, kutokana na jesho letu wenyewe fedha na ubunifu wetu wenyewe, tuna wajibu wa kulitunza kwa, kwa manufaa yetu. Gazeti hili limeandika Mwinyi ache shangwe kwa wawakilishi jivuni zanzi ya Zanzibar, habari katika ukurasa wa sita wa gazeti hili. Nchimbi ashusha kibano kipya kwa wagombea CCM. Kibano kingine kimewashukia wanaowania nafasi mbalimbali za uongozi kupitia chama cha mapinduzi CCM, baada ya undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili shilingi bilioni 63 kuinua wajasiriamali makazi ya habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Nalo gazeti Majira mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mawaziri wamwagia sifa Rais Dr. Samia. Ulega azungumzia rekodi ya miradi iliyokamilika. Profesa Kitila afurahia alivyowapa Watanzania Kabudi yasema ametimiza ndoto za mwalimu Nyerere. Mbarawa afunguka, habari kamili ni katika ukurasa wa nne. Wasira: wanaotaka ubunge, pimeni kina cha maji kwanza, habari katika ukurasa wa nne. Daraja la Kigongo Busisi kielelezo cha uhuru kamili, habari katika ukurasa wa nne. Watanzania warejeshwa nchini kutoka Israel Iran, habari katika ukurasa wa nne. Dr. Mpango atembelea kampuni za kimataifa, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu a gazeti hili. Maandalizi ya maonesho Sabasaba yafikia asilimia 85, habari katika ukurasa wa pili. Mashambulizi ya Marekani huko Iran yazua hisia mseto, habari katika ukurasa wa 19. Telegram, jukwaa jipya la biashara au kitanzi cha utapeli mtandaoni, habari katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Majira,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 moja tatu au barua pepe toko hastized at gmail com. Top One College of Health and Allied Science, we are the way to your success. Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii, ukurasa wake mbele umeandika mbivu mbichi, kesi ya CHADEMA ni ya bodi ya wadhamini kuhusu mgogoro wa mali za chama, zuio la kujihusisha na shughuli za kisiasa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili habari. Picha inamwonyesha Tundu Lisu, Maurida Komu pamoja na Said Mohamed Nduku. Katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili linasema, tunawaalika wanachama, wapenzi wa demokrasia, wanahabari, mashirika ya kiraia na mabalozi wa haki kutoka nje ya nchi kufuatilia kwa karibu hatua hii muhimu ya kihistoria. Nuku nyingine inasema, ni muhimu ieleweke kuwa hii ndiyo kesi ile ile ambayo hapo awali ilisababisha mahakama kutoa amri ya muda wa kuzuia matumizi ya rasilimali za chama. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Mwenye ataja mafanikio ya muungano kisiasa kiuchumi. Habari katika ukurasa wa nne. Ripoti skankatishio salamu afya ya vijana, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Watanzania 147 waliokuwa Israel Iran warejeshwa nchini Tanzania, habari katika ukurasa wa saba. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika askari wawili wahukumiwa kunyongwa kwa kumuua mfanyabiashara, habari katika ukurasa wa tatu. majali watu wa siku 38 taasisi za umma kujiunga mfumo wa Gov ESG habari katika ukurasa wa tano. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, mwango ya jamii, pata nakala yako, soma kwa ndani zaidi. Gazeti la Jamhuri ninalo mikononi mwangu lenyewe li limeandika: alama mpya mataifa ya Afrika Mashariki na kati yaunganishwa, daraja la JP Magufuli likizinduliwa, shilingi bilioni 718 zawekezwa kwa manufaa ya mikoa saba, taifa nzima, wananchi wazungumza mgodi mkubwa wa dhahabu eneo la viwanda Sengerema kunufaika. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Nduguni ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema lengo limetimia. Daraja hili litakuwa alama kwa nchi yetu, ni fahari nyingine kubwa kwa Tanzania, tunaona mwanga wa dhana ya kujitegemea. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu. Mapuuza eneo la kilomita moja ya barabara lasababisha vilio, majonzi, simanzi kwa taifa mamia ya Watanzania wafariki dunia, idadi ya wagane wajane yatima haijulikani. Ni kutokana na serikali kushindwa kutoa shilingi bilioni tatu tu kwa zaidi ya miaka kumi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa gazeti hili. Serikali msuzuie maiti ya habari katika ukurasa wa tano. CHADEMA njooni milango iko wazi, habari katika ukurasa wa tano. Gazeti hili limeandika Busisi, Rais Samia amethibitisha tunaweza, habari katika ukurasa wa saba. Kimataifa, Iran bado ngangari yaendelea kuitwanga Israel. Habari katika ukurasa wa 17 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake mbele. Tuitazame sasa gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr Mwinyi aliyehutubia baraza la uwakilishi na kusema, miaka mitano ya mafanikio makubwa, ilani yatekelezwa kwa kishindo, ahidi uchaguzi uhuru, asisitiza amani. Habari katika ukurasa wa pili, spika Zuberi awashukuru wajumbe baraza la wawakilishi habari katika ukurasa wa, wa ukurasa pili. Serikali kuwalipa mabaharia walioumia kazini habari menikwa kwenye ukurasa wa wa tatu. Gazeti hili wasira utawara bora ni kutii katiba habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa kweli na uwazi. Tulitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Nchimbi atoa maagizo mikutano semina CCM pia ataka makongamano ya sitishwe mara moja, yanayohusu wajumbe wa vikao vinavyopiga kura za maoni. Aelekeza hilo lifanyike baadaye, atahadharisha ugombea kuepuka vitendo kinyume cha katiba ya CCM. Habari kamili ni katika ukurasa wa tatu. Dr Biteko, tumewekeza kimkakati sekta ya kilimo. Habari katika ukurasa wa tatu. Wanaopata ujauzito kwa ukatili kuhifadhiwa nyumba salama. Habari katika ukurasa wa tano. Majaliwa ahimiza taasisi kujiunga kielektroniki. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Rais Dk Mwinyi agusia mafanikio ya miaka mitano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa so. wa tatu wa gazeti hili. Vigogo polisi wahukumiwa kifo mauaji ya mfanyabiashara Mtwara. Habari katika ukurasa so. wa kumi na tisa. Mawaziri watoboa siri mafanikio ya rais Samia. Habari katika ukurasa so. wa sita wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, gazeti hili ikiandika uchaguzi mkuu hupangwa Wasira undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Jicho letu sasa ni katika gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni panga la washukia maarasi, wataka ubunge. Rais Samia wapangua usiku, Makonda, Serukamba na Chongoro heli James arasi mpya Iringa, kenan apokeliwa Arusha, javel hatua Songwe maadisi makatibu tawala wa mikoa na wilaya nao kwenda kusaka ubunge ndani ya taarifa hii katika ukurasa wa nne mawaziri wapongeza uwajibikaji wa rais samia habari katika ukurasa wa tatu ulege azungumzia rekodi ya miradi iliyokamilika profesa kitila azungumzia furaha aliyowapa watanzania naye profesa mbarawa asema SGR kufika mwanza kabla ya 2030 huku profesa kabudi akisema ametimiza ndoto ya mwalimu nyerere habari katika ukurasa wa tatu, Wasira, uchaguzi mkuu sio ajali. Habari katika ukurasa wa pili, tume ya tehama VETA sasa kushirikiana katika vyuo saba. Habari katika ukurasa wa tatu, tani elfu mbili mia tatu na saba za dawa za kulevya zakamatwa nchini. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbili. Pata nakala yako, soma kwa ndani zaidi, tukiukia habari za michezo na burudani hivi sasa mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika refa wa dabi umeme tuta rekodi zake za tisha, bosi wa waamuzi afafanua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ni Juni 25 yanga dhidi ya Simba, dabi ya kariako itakopigwa kesho baada ya kuhairishwa mara mbili mwaka huu elfu mbili ishirini na nne, elfu mbili na ishirini na tano waamuzi katika mchezo huo ni kamishna wa mechi Salem Omari kutoka Tanga, mwamuzi ni Amin Muhamed kutoka Misri, mwamuzi msaidizi namba moja Mahmud Ahmed kutoka Misri, mwamuzi msaidizi namba mbili ni samil ni Samir Gamal Saadi kutoka Misri, mwamuzi wa akiba Ahmed Mahrus kutoka Misri, na mtathmini wa wamuzi ni Ali Muhamed kutoka Somalia. Mchezo unapigwa saa kumi na moja kamili uwanja wa Benjamin Mkapa. rekodi za Amin Muhamed, timu za Tanzania ni Simba dhidi ya Oroya. Oroya alipata ushindi wa goli moja kwa sifuri. Yanga na Mamelodi sifuri sifuri, Benjamin Mkapa. Tanzania dhidi ya Congo, AFCON mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, mechi ilimalizika kwa suluhu ya bila kufungana. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika hisia zangu na Edo Kumwembe, dabi ya simu ya mpanzo pakome, habari katika ukurasa wa kumi na tano. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani, migaroni mwangu. Nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma limeandika sababu izatajwa wa Misri kuziamua Yanga, Simba, Yanga ibomo tena, Asek Mimosas. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili, kaseja hapa kuirejesha Kagera Shuga ligi kuu habari vendeka kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Nahodha gurumahia aomba radhi ya habari katika ukurasa wa 23 waziri Zanzibar kufungua tamasha la ZIF habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo gijira habari Tanzania na gazeti hili linakamilisha lukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.